Wa Tanzania au si wa Tanzania? Hmm. Wa no no, no, no. Kus kwa sababu sikiliza, wewe ni kiongozi, umekuja hapa, sisi tuko kwenye ofisi yetu, na kwa nini mna kwa nini mnatufanyia

hakuna anayejua kutoka kwenye chama chetu wala uongozi wetu kwamba mwenyekiti wetu yuko wa, tofauti na taarifa ambazo tunapata na, na baada ya Mheshimiwa Tubis kukamatwa ameona yanayoendelea. Polisi wanafanya harassment, wanapiga mabomu maeneo ya ofisi yetu hapa, ndio tunafanya hapa, mnaona watu wanatoa machozi. Mawakili wetu ndani ya nje, ndani ya nchi na nje ya nchi, akiwemo Robert Amsterdam ambaye atashughulika kimataifa, ameshapata taarifa kamili ya kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa, na yeye ataanza kufanya kazi kimataifa na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha inafuatilia nchi hii na kufuatilia kinachoendelea Tanzania kwa karibu kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa kimataifa, wakili Robert Amsterdam na wengine ambao wako nje ya mipaka ya nchi yetu watafuatilia na kwenda kwenye maofisi mbalimbali mbali ya kimataifa kwa ajili ya tukio hili. Lakini ndani ya Tanzania hapa tunapozungumza, wakili Kibatara, wakili Deogratius Mahinyira na mawakili wengine ambao wako Dar es Salaam wanafuatilia jambo hili. Kibatara yuko hapa na baadaye atazungumza na waandishi wa habari pia, akiwa mahakama ya eh, hakimu mkazi nafikiri mkoa wa Songea. Sasa kuna mambo ya kuzungumza hapa. Kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kulaaniwa kwa nguvu zote. Mwenyekiti na viongozi wa Chadema, tumejikita kwenye kuelimisha umma wananchi umuhimu wao kuchukua hatua kuzuia kinachoendelea kutokea kusigino kwa haki za binadamu na kupokwa mamlaka yao ya kufanya uchaguzi katika nchi hii na kuchagua viongozi wanaowahitaji. Ko sisi hilo tumelichukua tume, tume na tutalifanyia kazi hata kama mwenyekiti hayupo hata kama wakitaka kutukamata wote hii movement ya no reforms no election haitasimama. Kushikiliwa kwa mwenyekiti kwa Lisu ilikuwa ni matumizi makubwa sana, kwa sababu Lisu ni kiongozi ambaye angeweza kuitwa na akajipresenti yeye mwenyewe polisi kwa muda ambao wangekubaliana, lakini kwenda kumkamata kwa kupiga mabomu na kutumia excessive power kwa mtu mmoja ambaye pia tunajua hali yake alionayo, ilikuwa ni kitendo cha kulenga kumdhuru zaidi, kwa sababu tunajua Lissu alipigwa risasi mwaka 2017 na hali yake afya wote tunaijua. Kwa nini tumie nguvu kubwa kama ile kumwaresti mtu ambaye tayari ana matatizo ambayo yamesababishiwa na kupigwa risasi? Lakini vile vile, tukitaka kujua kwamba hili tukio ni tukio ambalo limelengwa katika labda kumdhuru Lisu au hata kumuua. Ni hawa watu, tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba Lisu alipopigwa risasi mpaka sasa, hakuna uchunguzi wowote umefanyika na kutolewa kwa Watanzania ni kina nani walimpiga Lisu risasi, na kwa nini hawajashikwa mpaka sasa? Kwa nini hakuna kesi yoyote ambayo imeshafunguliwa na watu kukamatwa kuwekwa ndani kwa tukio lile la kinyama. Chadema inaongoza kampeni ya kupinga vita ubadhirifu wa fedha za umma kama ilivyozungumza ripoti ya CAG, na hiyo iko kwenye ibara ya 272. Watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi pamoja na kupiga vita aina zote za ubadhirifu na uharibifu wa mali za Tanzania. Kwa hiyo CHADEMA inachofanya inasimama kwenye katiba ya nchi yetu kuhakikisha tunatetea rasilimali za nchi na mali za nchi yetu. Ni wa Tanzania au si wa Tanzania? No no, kwa sababu sikiliza, wewe ni kiongozi umekuja <tipa> hapa, sisi tuko kwenye ofisi yetu tunapiga mabo na, <pinga baton, tipa> na ara tuna haki zote za kuzungumza na Watanzania katika nchi. Kwa, Kwa nini kwa nini kwa nini mnatufanyia kwamba

anayejua kutoka kwenye chama chetu wala uongozi wetu kwamba mwenyekiti wetu yuko wapi tofauti na taarifa ambazo tunapata na, na baada ya Mheshimiwa tuis kukamatwa, ameona yanayoendelea. Polisi wanafanya harassment, wanapiga mabomu maeneo ya ofisi yetu hapa. Ndio tunafanya hapa, mnaona maji, watu wanato, wanatoa machozi. mawakili wetu ndani ya nje ndani ya nchi na nje ya nchi, akiwemo Robert Amsterdam ambaye atashughulika kimataifa. Ameshapata taarifa kamili ya kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa, na yeye ataanza kufanya kazi kimataifa, na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha inafuatilia nchi hii na kufuatilia kinachoendelea Tanzania kwa karibu kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa kimataifa wakili Robert Amsterdam na wengine ambao wako nje ya mipaka ya nchi yetu watafuatilia na kwenda kwenye maofisi mbalimbali mbali ya kimataifa kwa ajili ya tukio hili. Lakini ndani ya Tanzania hapa tunapozungumza, wakili Kibatara, wakili Deogratius Mahinyira na mawakili wengine ambao wako Dar es Salaam wanafuatilia jambo hili. Kibatara yuko hapa na baadaye atazungumza na waandishi wa habari pia, akiwa mahakama ya Eh, hakimu mkazi nafikiri mkoa wa Songea. Sasa kuna mambo ya kuzungumza hapa. Kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kulaaniwa kwa nguvu zote. Mwenyekiti na viongozi wa Chadema tumejikita kwenye kuelimisha umma, wananchi, umuhimu wao kuchukua hatua kuzuia kinachoendelea kutokea kusiginwa kwa haki za binadamu na kupokwa mamlaka yao ya kufanya uchaguzi katika nchi hii na kuchagua viongozi wanaowahitaji. Kwa sisi hilo tumelichukua tume na tutalifanyia kazi hata kama mwenyekiti hayupo, hata kama wakitaka kutukamata wote, hii movement ya no reforms no election haitasimama. Kushikiliwa kwa mwenyekiti kwa Lisu ilikuwa ni matumizi makubwa sana kwa sababu Lisu ni kiongozi ambaye angeweza kuitwa na akajipresenti yeye mwenyewe polisi, kwa muda ambao wangekubaliana, lakini kwenda kumkamata kwa kupiga mabomu na kutumia excessive power kwa mtu mmoja ambaye pia tunajua hali yake alionayo, ilikuwa ni kitendo cha kulenga kumdhuru zaidi, kwa sababu tunajua Lisu alipigwa risasi mwaka 2017 na hali yake ya afya wote tunaijua. Kwa nini tumie nguvu kubwa kama ile kumwaresti mtu ambaye tayari ana matatizo ambayo yamesababishiwa na kupigwa risasi? Lakini vile vile tukitaka kujua kwamba hili tukio ni tukio ambalo limelengwa katika labda kumdhuru Lisu, au hata kumuua ni hawa watu, tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba Lisu, alipopigwa risasi mpaka sasa hakuna uchunguzi wowote umefanyika na kutolewa kwa Watanzania ni kina nani walimpiga risu risasi, na kwa nini hawajashikwa mpaka sasa? Kwa nini hakuna kesi yoyote ambayo imeshafunguliwa na watu kukamatwa kuwekwa ndani kwa tukio lile la kinyama? Chadema inaongoza kampeni ya kupinga vita ubadhirifu wa fedha za umma, kama ilivyozungumza ripoti ya CAG, na hiyo iko kwenye ibara ya 27.2. Watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi pamoja na kupiga vita aina zote za ubadhirifu na uharibifu wa mali za Tanzania. Kwa hiyo Chadema inachofanya, inasimama kwenye katiba ya nchi yetu kuhakikisha tunatetea rasilimali za nchi na mali za nchi yetu wa Tanzania au sio? Wa Tanzania, mana, kwa sababu, sikiliza, wewe ni kiongozi, umekuja hapa, sisi tuko kwenye ofisi yetu, napiga abo na tuhara, tuna haki zote za kuzungumza na Watanzania katika kwa nini kwa nini kwa nini mnatufanyia

hakuna anayejua kutoka kwenye chama chetu wala uongozi wetu kwamba mwenyekiti wetu yuko wapi, tofauti na taarifa ambazo tunapata na, na baada ya Mheshimiwa Tuis kukamatwa wameona yanayoendelea, polisi wanafanya harassment wanapiga mabomu maeneo ya ofisi yetu hapa mawakili wetu ndani ya, nje, ndani ya nchi na nje ya nchi akiwemo Robert Amsterdam ambaye atashughulika kimataifa, ameshapata taarifa kamili ya kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa, na yeye ataanza kufanya kazi kimataifa, na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa Kuhakikisha inafuatilia nchi hii na kufuatilia kinachoendelea Tanzania kwa karibu kabisa. Kwa hiyo, kwa upande wa kimataifa wakili Robert Amsterdam na wengine ambao wako nje ya mipaka ya nchi yetu watafuatilia na kwenda kwenye maofisi mbalimbali mbali ya kimataifa kwa ajili ya tukio hili. Lakini ndani ya Tanzania hapa tunapozungumza, wakili Kibatara, wakili Deogratias Mahinyira na mawakili wengine ambao wako Dar es Salaam Wanafuatilia jambo hili Kibatara yuko hapa na baadaye atazungumza na waandishi wa habari pia akiwa mahakama ya eh, hakimu mkazi nafikiri mkoa wa Songea sasa kuna mambo ya kuzungumza hapa kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kulaaniwa kwa nguvu zote mwenyekiti na viongozi wa Chadema tumejikita kwenye kuelimisha umma wananchi umuhimu wao kuchukua hatua kuzuia kinachoendelea kutokea kusigino kwa haki za binadamu na kupokwa mamlaka yao ya kufanya uchaguzi katika nchi hii na kuchagua viongozi wanaowahitaji. Kwa sisi hilo tumelichukua tume, tume na tutalifanyia kazi, hata kama mwenyekiti hayupo, hata kama wakitaka kutukamata wote hii movement ya no reforms no election haitasimama. Kushikiliwa kwa mwenyekiti kwa Lisu ilikuwa ni matumizi makubwa sana, kwa sababu Lisu ni kiongozi ambaye angeweza kuitwa na akajipresent yeye mwenyewe polisi, kwa muda ambao wangekubaliana, lakini kwenda kumkamata kwa kupiga mabomu na kutumia excessive power kwa mtu mmoja ambaye pia tunajua hali yake alionayo, ilikuwa ni kitendo cha kulenga kumdhuru zaidi. Kwa sababu tunajua Lissu alipigwa risasi mwaka 2017 na hali yake afya wote tunaijua. Kwa nini tumie nguvu kubwa kama ile kumwaresti mtu ambaye tayari ana matatizo ambayo yamesababishiwa na kupigwa risasi? Lakini vile vile tukitaka kujua kwamba hili tukio ni tukio ambalo limelengwa katika labda kumdhuru Lisu au hata kumuua. Ni hawa watu, tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba Lisu alipopigwa risasi mpaka sasa hakuna uchunguzi wowote umefanyika na kutolewa kwa Watanzania ni kina nani walimpiga Lisu risasi, na kwa nini hawajashikwa mpaka sasa? Kwa nini hakuna kesi yoyote ambayo imeshafunguliwa na watu kukamatwa kuwekwa ndani kwa tukio lile la kinyama. Chadema inaongoza kampeni ya kupinga vita ubadhirifu wa fedha za umma kama ilivyozungumza ripoti ya CAG na hiyo iko kwenye ibara ya 272. Watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi pamoja na kupiga vita aina zote za ubadhirifu na uharibifu wa mali za Tanzania. Kwa hiyo, Chadema inachofanya, inasimama kwenye katiba ya nchi yetu kuhakikisha tunatetea rasilimali za nchi na mali za nchi yetu. Ni wa Tanzania au si wa Tanzania? Hmm. Hmm. Na, no, no no. Kwa sababu sikiliza, wewe ni kiongozi umekuja hapa, sisi tuko kwenye ofisi yetu tunapiga maboo na hara, tuna haki zote za kuzungumza na Watanzania katika nchi. Kwa kwa nini kwa nini kwa nini hmm, mnatufanyia

hakuna anayejua kutoka kwenye chama chetu wala uongozi wetu kwamba kwenye mwenyekiti wetu yuko tofauti na taarifa ambazo tunapata na, na baada ya Mheshimiwa Tuis kukamatwa, mmeona yanayoendelea, polisi wanafanya harassment, wanapiga mabomu maeneo ya ofisi yetu hapa tunafanya hapo, watu wanatoa machozi. Mawakili wetu ndani ya nje ndani ya nchi na nje ya nchi, akiwemo Robert Amsterdam ambaye atashughulika kimataifa, ameshapata taarifa kamili ya kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa, na yeye ataanza kufanya kazi kimataifa na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha inafuatilia nchi hii na kufuatilia kinachoendelea Tanzania kwa karibu kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa kimataifa, wakili Robert Amsterdam na wengine ambao wako nje ya mipaka ya nchi yetu watafuatilia na kwenda kwenye maofisi mbalimbali mbali ya kimataifa kwa ajili ya tukio hili. Lakini ndani ya Tanzania hapa, tunapozungumza wakili Kibatara, wakili Deogratias Mahinyira na mawakili wengine ambao wako Dar es Salaam wanafuatilia jambo hili. Kibatara yuko hapa na baadaye atazungumza na waandishi wa habari pia akiwa mahakama ya eh, hakimu mkazi nafikiri mkoa wa Songea. Sasa kuna mambo ya kuzungumza hapa. Kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kulaaniwa kwa nguvu zote. Mwenyekiti na viongozi wa Chadema tumejikita kwenye kuelimisha umma wananchi umuhimu wao kuchukua hatua kuzuia kinachoendelea kutokea kusiginwa kwa haki za binadamu na kupokwa mamlaka yao ya kufanya uchaguzi katika nchi hii na kuchagua viongozi wanaowahitaji. Kwa sisi hilo tumelichukua tume, tume na tutalifanyia kazi, hata kama mwenyekiti hayupo hata kama wakitaka kutukamata wote. Hii movement ya no reforms, no election haitasimama. Kushikiliwa kwa mwenyekiti kwa Lisu ilikuwa ni matumizi makubwa sana, kwa sababu Lisu ni kiongozi ambaye angeweza kuitwa na akajipresenti yeye mwenyewe polisi, kwa muda ambao wangekubaliana, lakini kwenda kumkamata kwa kupiga mabomu na kutumia excessive power kwa mtu mmoja ambaye pia tunajua hali yake aliyonayo, ilikuwa ni kitendo cha kulenga kumdhuru zaidi, kwa sababu tunajua Lissu alipigwa risasi mwaka Yes. 2017 na hali yake afya wote tunaijua. Kwa nini tumie, ana matatizo ambayo yamesababishiwa na kupigwa risasi. Lakini vile vile tukitaka kujua kwamba hili tukio ni tukio ambalo limelengwa katika labda kumdhuru Lissu au hata kumuua ni hawa watu tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba Lisu alipopigwa risasi mpaka sasa hakuna uchunguzi wowote umefanyika na kutolewa kwa Watanzania ni kina nani walimpiga Lisu risasi, na kwa nini hawajashikwa mpaka sasa? Kwa nini hakuna kesi yoyote ambayo imeshafunguliwa na watu kukamatwa kuwekwa ndani kwa tukio lile la kinyama? Chadema inaongoza kampeni ya kupinga vita ubadhirifu wa fedha za umma kama ilivyozungumza ripoti ya CAG na hiyo iko kwenye ibara ya 27.2 watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi pamoja na kupiga vita aina zote za ubadhirifu na uharibifu wa mali za Tanzania. Kwa hiyo Chadema inachofanya inasimama kwenye katiba ya nchi yetu kuhakikisha tunatetea rasilimali za nchi na mali za nchi yetu. Ni Watanzania au wa sio Watanzania? No, no, kwa sababu sikiliza, wewe ni kiongozi, umekuja hapa, sisi tuko kwenye ofisi yetu, napiga mabo na tharas, tuna haki zote za kuzungumza na Watanzania katika nchi. Kwa nini mnatufanyia hivi?

una anayejua kutoka kwenye chama chetu wala uongozi wetu kwamba kwenye mwenyekiti wetu yuko a tofauti na taarifa ambazo tunapata na, na baada ya Mheshimiwa TS kukamatwa, umeona yanayoendelea. Polisi wanafanya harassment, wanapiga mabomu maeneo ya ofisi yetu hapa yee, eneo tunafanya hapa mnaona mawakili wetu ndani ya nje, ndani ya nchi na nje ya nchi akiwemo Robert Amsterdam ambaye atashughulika kimataifa, ameshapata taarifa kamili ya kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa, na yeye ataanza kufanya kazi kimataifa na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa Kuhakikisha inafuatilia nchi hii na kufuatilia kinachoendelea Tanzania kwa karibu kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa kimataifa wakili Robert Amsterdam na wengine ambao wako nje ya mipaka ya nchi yetu watafuatilia na kwenda kwenye maofisi mbalimbali mbali ya kimataifa kwa ajili ya tukio hili. Lakini ndani ya Tanzania hapa tunapozungumza, wakili Kibatara, wakili Deogratias Mahinyira na mawakili wengine ambao wako Dar es Salaam wanafuatilia jambo hili. Kibatara yuko hapa na baadaye atazungumza na waandishi wa habari pia, akiwa mahakama ya eh, hakimu mkazi, nafikiri mkoa wa Songea. Sasa kuna mambo ya kuzungumza hapa. Kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kulaaniwa kwa